Inawezekana kabisa hujawahi kusikia kuhusu Hugh Johnson au Halo Curtis. Sasa, ingawa wanaume hawa walitoka vizazi tofauti na hata nchi tofauti, walikuwa na jambo moja linalowafananisha. Wakati fulani katika maisha yao, walitunukiwa heshima ya kuwa mtu wa mwaka wa jarida la Time. Sasa ukweli kwamba huenda hujui wao ni akina nani au hata jinsi maisha yao yalivyonufaisha dunia, na kweli yalifanya hivyo, ni ushahidi kwamba umuhimu duniani hauwezi kudumu kwa muda mrefu sana. Kwa kweli mtu mwingine mwaka 1938 na alipokea tuzo ya mtu wa mwaka kutoka jarida la Time. Jina lake alikuwa Adolf Hitler. Unajua, wakati mwingine mtu asiye sahihi hupokea sifa za kizazi chake. Sasa hebu ni kuambie, kama jarida la Time lingekuwepo miaka elfu mbili iliyopita kiongozi mwenye nguvu katika mashariki ya kati, bila shaka angepokea heshima hii. Jina lake rasmi alikuwa mfalme Herode Antipa. Alikuwa mwana wa Herode Mkuu. Sasa Herode Mkuu, huenda unakumbuka, alijaribu kuwadanganya mamajusi na baadaye akaamuru kuwawa kwa wavulana wadogo katika eneo la Bethlehemu. Basi baada ya kifo cha baba yake, Herode Antipa alianza kutawala nchi ya Galilaya na kama baba yake, Herode Antipa alikuwa mkatili na asiye na maadili. Alikuwa na jukumu la kumuua Yohana Mbatizaji pia ndiye Herode, eh, ambaye Yesu atafikishwa mbele yake ili kuhukumiwa. Lakini ngoja nikuambie, kutokana na ushahidi wote wa nje tulionao, Herode ndiye alikuwa mtu wa mwaka, yaani alikuwa anadhibiti hatima na urithi wa watu. Alikuwa kiongozi mwenye nguvu, lakini unajua kitu, ukirudi nyuma na kuangalia, Herode hakuwa ndiye aliyekuwa anatawala kweli. Mbingu ndiyo ilikuwa inatawala cha cha cha kiti cha enzi cha Herode kilikuwa cha muda tu. Kiti cha enzi cha Mungu, mipango ya Mungu ni ya milele. Sasa kwa mara ya kwanza injili ya Luka inaunganisha huduma ya Yesu na utawala wa mfalme Herode Antipa, na lazima nikuambie tukio hili litaleta moto wa matukio. Sasa tuko sura ya kumi na tatu ambapo Yesu amewaalika watu waingie katika familia ya Mungu kupitia lango jembamba Kumbuka, ni jembamba, sio kwa ukubwa sana bali kwa upekee wake. Kuna njia moja tu, kuna mlango mmoja tu wa kuingia mbinguni, na injili ya Yohana inatufundisha kwamba Yesu mwenyewe ndiye huo mlango. Bwana anahubiri hapa na ghafla anakatizwa katika mstari thelathini na moja: wakati huo huo Mafarisayo wengine walikuja na kumwambia, ondoka hapa, kwa maana Herode anataka kukuua. Kwa maneno mengine, unajua ni bora uondoke haraka. Herode ameweka dau juu ya kichwa chako. Sasa jibu la Bwana litatupatia kanuni kadhaa ambazo tunaweza kuzitumia leo tunapotambua kwamba Mungu ndiye anayeshikilia mamlaka ya mwisho juu ya mataifa, falme, viti vya enzi, hata wafalme wasiomjua. Kanuni ya kwanza ni hii: kumtumikia Bwana kwa uaminifu hakutaondoa maadui. Yaani, fikiria ucheshi wa kusikitisha wa mtazamo wa Herode hapa. Herode anataka kukua. Huduma ya uponyaji ya Yesu ilipaswa kumfanya alikwe kula chakula cha jioni na Herode ikulu, si kutishiwa maisha yake. Kwa njia, wapendwa, mara ya pekee Yesu atasimama katika ikulu ya Herode ni kabla tu ya kusulubiwa kwake. Ninawaalika mjaribu kuchunguza kila sehemu ya Maandiko, mwone kama mtaweza kumpata mtumishi mwaminifu wa Bwana ambaye hakupitia magumu, lawama au hata hatari ya kimwili. Nikuambie, ukianza kukiri waziwazi kwamba Yesu Kristo ni Bwana wako, basi subiri uone, maadui watatokea haraka kuliko marafiki. Biblia inasema katika 2 Timotheo saa tatu na madakika kumi na mbili, wote wanaotaka kuishi maisha ya utaua katika Kristo Yesu watateswa. Hivyo kumtumikia Mungu kwa uaminifu hakutaondoa maadui au wakosoaji. Labda umejipatia maadui hivi karibuni, na na labda umekuwa ukijaribu kuelewa, unajua, kwa nini umekuwa tu ukijaribu kufanya jambo sahihi. Unapaswa kuwajibu vipi? Basi hilo linanipeleka kwenye kanuni ya pili tunayoiona e, e, ikionyeshwa hapa na ndiyo hii: upinzani haupaswi kubadilisha mwelekeo wa jukumu lako wala kubadilisha ujumbe wako. Yesu anawajibu mafarisayo hapa katika mstari wa 32: Nendeni mkamwambie mbweha huyo, tazama, natoa pepo na toa kufanya uponyaji leo na kesho, na siku ya tatu nakamilisha kazi yangu. Sasa ningekubaliana na wasomi wa Biblia wanaopendekeza kwamba Bwana hapa anatumia kidogo tu kejeli takatifu. Katika siku hizi unahitaji kuelewa kwamba mbweha alikuwa mtu ambaye alikuwa eh mjanja. Kwa kawaida ilikuwa ni mtu asiye na umuhimu ambaye alikuwa anajisumbua tu na kuwachosha wengine. Kwa hiyo ni kama vile Bwana anasema, Herode, unaweza kufikiri wewe ni mjanja sana, lakini wewe ni kero tu. Kwa kweli e, Herode ni kero isiyo na umuhimu mkubwa katika mfululizo wa historia. Hivyo Yesu anaonyesha hapa ujasiri katika Baba yake. Unaona, kifo chake kimepangwa tayari na Mungu wa Utatu, na hadi wakati huo utakapofika kwa Bwana kufa, basi Herode mdogo hawezi kufanya chochote kuhusu hilo. Sasa unaweza kuwa umeona kwamba Yesu anasema ataendelea kutoa pepo na kuponya watu kwa maneno mengine, hatabadilisha dhamira yake ya huruma hatabadilisha ujumbe wake wa msamaha. Atabaki kwenye njia yake hadi siku ile ya tatu. Yeye kwa namna fulani anadokeza kuhusu ufufuo wake wa ushindi kutoka kaburini. Yesu kwa kweli ananukuu mtazamo wa Zaburi 31:15 inayosema, nyakati zangu ziko mikononi mwako. Kwa nini usiseme hivyo pamoja nami sasa hivi? Nyakati zangu ziko mikononi mwako. Unajua maana yake ni nini? Hiyo inamaanisha maisha yangu, maisha yako yako chini ya uangalizi wa Mungu. Inaweza isiwe inaonekana hivyo kwa sasa, lakini maisha yako yanaendelea kulingana na mpango wa Mungu. Na wapendwa, hakuna kitu kitakachoweza kuharibu mpango wa Mungu juu ya maisha yako na unapoamini kwamba mbingu inatawala, basi hali zako, hata maadui zako unaweza kuwaona kwa mtazamo tofauti. Na hilo ndilo kanuni ya tatu ambayo nataka kuchukua kutoka kwenye kifungu hiki, hii hapa: uhasama na kukataliwa havipaswi kuondoa roho yako ya huruma. Tazama, baada ya kusikia kuhusu tishio la Herode juu ya maisha yake mwenyewe, sikiliza Yesu anachosema hapa kwenye mstari wa 34. E hey, Yerusalemu, Yerusalemu, mji unaowaua manabii na kuwapiga mawe wale wanaotumwa kwako. Ni mara ngapi ningependa kuwakusanya watoto wako pamoja kama vile kuku akusanyavyo vifaranga vyake chini ya mabawa yake, lakini hamkutaka. Mwandishi mmoja alisisitiza kwamba hii haikuwa dalili ya hasira. Hii ilikuwa kilio cha maumivu makali. Yesu analia kwa sababu ya kutokuamini kwa taifa la Israeli na kile kitakachowapata. Unaona, Bwana anaona mbele uharibifu unaokuja kwa Yerusalemu, na hapa ana utabiri kwenye mstari wa 35, anaposema, nyumba yenu imeachwa. Na hadi leo haijarejeshwa kikamilifu. Lakini sasa Bwana anaangalia mbali zaidi ya kukataliwa kwake hadi siku nzuri huko mbeleni ambapo Bwana anasema hapa hamtoniona mpaka mtakaposema amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Unaona, hii ni rejea kwa kurudi kwa Kristo baada ya kipindi cha dhiki kuu, wakati taifa la Israeli litakapokusanywa tena katika nchi yao, wametubu na sasa wanamsubiri masihi wao. Mtume Paulo ataandika kwamba Mungu hajaliacha Israeli, na katika siku hiyo ijayo, Paulo anaandika katika Warumi saa kumi na moja na madakika ishirini na sita, Israeli wote wataokolewa. Hapo kutakuwa na nafasi nyingine kwao, na hii ni huruma ya ajabu sana. Sasa labda kama muumini, nawe pia una watu katika maisha yako ambao wamekuvunja moyo wamekataa maombi yako ya kuwa wafuasi wa Kristo. Usikubali kukataliwa kwao kuondoa roho yako ya huruma kwao. Ninamkumbuka Joseph Stalin ambaye, kwa njia, alipewa jina la mtu wa mwaka na jarida la Time mwaka 1942. Alipokuwa kijana alihudhuria seminari akipanga kuingia kwenye huduma, lakini aliishi maisha yasiyo ya, ya maadili. Hatimaye aliacha seminari. Alijitangaza kuwa mpinga Mungu na baadaye akawa dikteta katili. Binti yake alikimbilia Marekani baada ya kifo cha baba yake na alielezea tukio la mwisho kabla hajafariki. Ghafla aliketi kitandani akainua ngumi zake juu kwa ujiuri kuelekea kwenye dari kisha akaanguka tena kwenye mto wake na kufa. Ilikuwa kana kwamba eh, alikuwa anakataa kwa mara ya mwisho mwaliko wa kujisalimisha kwa Mungu. Rafiki yangu, sijui uko wapi leo mbele za Mungu, lakini kama wewe si muumini, nataka ujue kwamba Yesu hakudhihaki. Anakulilia kama alivyolilia mji wa Yerusalemu, na yuko tayari kukuokoa leo ikiwa utakubali mwaliko wake. Na niambie, huu unaweza kuwa mwaliko wako wa mwisho. Sasa, kama umempokea Kristo, nafikiri itakuwa vizuri ukisimama kidogo sasa hivi na kumshukuru kwa kukuokoa, kwa kufungua macho yako kuona ukweli kwamba yeye kweli ni Bwana wa ulimwengu. Yeye kweli ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana.